Kuna kauli watu wanasema kwamba pesa ya mkopo haijawahi kufanya kitu cha maana mm. tunazisikia sana. E, kwamba ah, pesa ya mkopo hamna kabisa. Pesa ya mkopo huwa tunawanufaisha tu wakopaji na mwezi tunaingia kwenye matatizo, tunakimbia nyumba, tunafilisiwa. Yani, wewe ukichukua hela ya mkopo huwezi kufanya kitu cha maana, lakini sio kweli unapoona imeenda kinyume ni kwamba kuna namna tumekosea mahali eh. Ni pale ambapo unapanga kwenda kuchukua mkopo umemshiriki, yani hujamshirikisha Mwenyezi Mungu. Umemshirikisha mkeo au mmeo hmm. E, kama bwana mimi nataka kwenda kupanga na nataka kwenda kuchukua mkopo na nini Mwenyezi hmm. Mungu hapo umeshirikisha na unapo unapopanga lengo la kuchukua mkopo hmm. Mungu hujamhusisha mpaka hmm. unaenda kuuchukua hmm. sawa, unapewa mkononi zile pesa hmm. Mungu ndo kabisa hujamshirikisha chochote, hata una kwenye matumizi yako ya hata hata, hata matumizi yako hayajui, unasahau. Kama vile wanaamini kama duniani tuko wenyewe, kumbe shetani pia naye alikabidhiwa dunia, kwa kwamba wanaoenda wamemsahau Mungu na nao wewe na shetani, kazi yake ni kuharibu ni kuharibu. Kwa hiyo anachokifanya sasa shetani, akishaona wewe umechukua mkopo ule na hujamshirikisha Mungu mm. anaingia pale kwenye zile pesa mm. zako kwenye matumizi pale, anaanza kukupangia matumizi. Ndio pale watu wanasema <coughs> bila ya mkopo <coughs> haifanyi kitu chochote kwanza unapanga kwa mm. na mkopo, unaweza kukuta labda muda mm. huo ni mwanaume anapanga na mke wake mm. vizuri, ndio matumizi na yapanga eh, shetani sasa yuko nje anatumbua tunusi, anatoa na uchafu kwenye hizi kucha huko na kuingia tena, na anawaacha tu aseme chochote, amia mshirikisha mume anazidisha, anafika kesho mwanaume anamwacha mkeo <laughs> na agana vizuri. Shetani anakaa amekaa, anamwangalia anapoondoka <laughs> anawaingia

Saka, <laughs> ukifika kwenye ofisi sasa ya ya ya, ya mikopo. Ya mikopo. Mm. Kuna ile ile tabia unakutaga mtu amepanga kabisa kwamba akachukua laki moja. Sawa. Lakini anafika kule anarudi na na, na laki 3. Wewe unajua kwa sababu gani hapo? Kwa nini nilipanga nikakope laki moja? Lakini nimejikuta nimechukua laki 3. Wewe ni wewe ni shetani pale. Wewe tukuelezea sasa inakuwaaje? Mm. Ukishafika pale kwenye mikopo sasa, sio mm. Umeshapaka na mke wako mm. Kwa sababu unachukua unachukua milioni 10. Kwanza shetani kwenye fomu na kusaidia pa kujaza.

katikati kuna milioni kumi na tano kachukue simu ya milioni moja na laki sita Wewe kajitafutia hata milioni moja na laki saba Unachukua simu, chukua simu zote mbili, zote mbili. Umeshaharibu kama milioni nne hivi. Ukitoka pale, nakwambia, sasa sikiliza, mkeo anapiga simu hiyo hiyo. <laughs> Kwa kwa shila. Kwa shila. Wewe, mimi nina plani hapo. Wewe kata, nikuelekeze nini cha kufanya hapa. Wewe kata ni, We ni. <laughs> Kwanza wewe eh, ukata muda unaenda kasirika wapi? Mimi nakwambia, nina plani, ukishakata ukishakataka, unaenda kumchapa kwanza na, na, na wiki la laki tatu wiki kama la nani sasa, unachukua wiki la laki tatu wewe mwenyewe viatu na kanakwambia Twende, usi, usiende. Unataka kwenda, -ka, Karume, Karume, Karume, Karume kwenye nguo zaauoza, matawaa. Ukifika kule unachukua nguo za hamsini, themanini, nguo za thelathini, yaani unafanya matanuzi. Ukitaka kuondoka anakwambia kachoka, shetani.

Usitumie usafiri, tembea kwa miguu, atatembeza kwenye mitaa. Kwenye kulipa zote na anaziangusha makusudi. Alafu <laughs> Uzione. Uzione, anaonyesha watu wengine, wewe riziki, riziki mnatashai hapo. Unafika nyumbani, ukifika nyumbani umelewa umechafuka, chafuka, ukifika nyumbani mkeo anashangaa anashangaa. Na hapo sasa shetani anashawishi, nimeshapata tukio. Anatoka kwako, anaambia mkeo, baba fulani

Kanakwambia ukisikia ndoa nyingi zinavunjwa na mikopo. <laughs> <laughs>

o sasa, ni vitu kama hivi. Unapotaka kuchukua mkopo, mshirikishe Mungu, mshirikishe Mungu kwenye matumizi. Shetani huwa anaingia vizuri tu, usipomshirikisha hapa mwanzo, hapa kwenye mipango na utaratibu, kwenye matumizi uko na shetani, atakuja